Baada ya kufukuzwa kutoka bustani ya Edeni, Adamu na Hawa waliendelea na maisha yao ya jasho na vumbi. Walipata watoto. Mtoto wa kwanza aliitwa Kaini na wa pili aliitwa Abeli. Kaini alikuwa mkulima wa ardhi, naye Abeli alikuwa mchungaji wa mifugo. Wakati ukapita na kila mmoja wao akamletea Bwana Mungu sadaka kutoka kazi ya mikono yake. Kaini akaleta matunda ya ardhi kama sadaka. Abeli naye akaleta mazaliwa ya kwanza ya kondoo wake pamoja na mafuta yake yaliyo bora kabisa. Lakini Biblia inasema kwamba Bwana akamkubali Abeli na sadaka yake. Bali hakuridhishwa na Kaini na sadaka yake. Moyo wa Kaini ukajawa na hasira. Uso wake ukakunjamana. Alihisi kana kwamba hakutendewa haki. Lakini hakuelewa kwamba Mungu hutazama moyo wa mtoaji zaidi ya zawadi yenyewe. Mungu akamwambia Kaini kwa upendo wa tahadhari, mbona umeghadhibika? Mbona uso wako umekunjamana? Je, ukitenda vema hutakubaliwa? Lakini usipotenda vema, dhambi iko mlangoni, inakutamani lakini yakupasa kuishinda. Lakini Kaini hakusikiliza. Hasira yake ikampeleka mbali zaidi. Siku moja, akamwambia ndugu yake Abeli waende pamoja kondeni. Walipokuwa huko, Kaini akamwinukia ndugu yake, akamtwanga na kumua. Ulikuwa ni uwaji wa kwanza katika historia ya mwanadamu, kifo kilichotokana na wivu na chuki iliyotunzwa moyoni. Bwana Mungu akamwita Kaini na kumuuliza Yuko wapi Abeli ndugu yako? Kaini akajibu kwa maneno ya kutojali. Sijui. Kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Lakini Mungu alimwambia, Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Na kutoka hapo Mungu akamlaani Kaini. Ardhi isingemletea mazao tena kwa urahisi na Kaini akawa mtu wa kutangatanga duniani. Lakini hata katika hukumu hiyo, Mungu hakumwacha bila rehema. Mungu akaweka alama juu ya Kaini ili asiwawe na mtu yeyote. Ishara ya kwamba Mungu bado hudhamini uhai hata wa mhalifu na kwamba rehema daima inatangulia adhabu. Hadithi ya Kaini na Abeli inatufundisha mengi. Mungu hutazama moyo wa mtoaji, si tu zawadi. Wivu na hasira visipotulizwa hutuzalia maangamizi. Mungu huonya kabla ya dhambi. Lakini uamuzi ni wetu. Na hata pale tunapoanguka, neema ya Mungu bado huangaza njia ya kurejea. Je, kuna sehemu ya hadithi hii iliyokugusa zaidi? Tupatie maoni yako. Tungependa kusikia kutoka kwako. Usisahau kulike video hii, kukomenti na kusubskribe kwenye chaneli yetu Biblia Takatifu Kiswahili, kwa simulizi nyingine za Biblia zenye nguvu na mafundisho ya kina. Mpaka tukutane tena, endelea kutembea katika nuru ya neno la Mungu.